Katika ulimwengu wa kidijitali, mbinu za utoaji elimu zimebadilika sana. Teknolojia imerahisisha ufundishaji na ujifunzaji. Kwa mfano, mfumo wa usimamizi wa kujifunzia TCPD LMS umekuwa nyenzo muhimu sana katika utoaji wa mafunzo endelevu kwa walimu nchini Tanzania. metusaidia pia kwenye upande mwingine wa namna gani ya kuwafikia watoto wenye mahitaji maalum, kwamba je, mimi kama mwalimu nitawezaje? E, kumwasilishia mada e, au mahili yule mtoto mwenye mahitaji maalum. Kwa wakati mwingine, kwa mfano kuna naingia kwamba jamani kuna, kuna, kuna mtoto hapa e, uelewa wake nikifanya hivi unakuwa changamoto, nikijaribu kumwasilishia mada labda kwa njia ya kawaida ah, yuko aina gani? ko pale katika live chat kwa mfumo huu wa learning management system, unakuta mtu anakuuliza pale, mwalimu anakuuliza he, hebu niambie yukoje. Unamweleza sifa na iko hivi ah, hiyo mbona ni rahisi. Hebu jaribu kutumia mfumo huu hapa. Utaratibu wa ujifunzaji kwa kutumia TCPD LMS ni rahisi sana, kwani humpa nafasi mwalimu kujifunza wakati wowote wa anaotaka bila kuingiliana na ratiba nyingine. Unaweza kujipatia maudhui yaliyo katika mfumo wa video, sauti na matini kwa kutumia teknolojia. Ninaweza kutumia vifaa vya kielektroniki kama simu, kompyuta na kishikwambi katika kujitafutia taarifa na nyenzo mbalimbali za ufundishaji na ujifunzaji kupitia mtandao. Pia ninaweza kutumia maktaba mtandao na mfumo wa usimamizi wa kujifunza. Tunaishukuru serikali kwa kuweka mazingira mazuri ya ufundishaji na ujifunzaji kupitia mfumo wa LMS hii inadhihirisha utekelezaji wa sera ya elimu na mafunzo juu ya matumizi ya teknolojia katika ufundishaji na ujifunzaji. Uh, mfumo huu wamewaka una tija kubwa sana kwangu mi mwalimu na walimu wenzangu kwa nchi nzima kuweza kujiongezea maarifa na kunifanya mwalimu niwe mwalimu wa kisasa kuendana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Mfumo wa LMS umenisaidia mimi mwalimu kuniwezesha kuboresha ufundishaji wangu kwa mfano mfumo huu wa LMS umenisaidia kuweza kuandaa masomo kwa kuzingatia mbinu sahihi na mazingira yaliyopo. Kwa mfano somo langu la Kiswahili ninalofundisha nimepata mbinu mahususi za utungaji wa sentensi katika ufundishaji tofauti na awali nilipokuwa nikifundisha. Mfumo wa LMS umenirahisisha sana shughuli zangu za kila siku za ufundishaji na ujifunzaji, kwani kwa sasa naweza nikajisomea maudhui mbali mbalimbali mahali popote ninapokuwa kwa mfano ninapokuwa nyumbani, ninapokuwa safarini, na ninapokuwa katika sehemu za mapumziko. Tunaipongeza Serikali kwa kuleta huu mfumo wa mewaka, kwa sababu unasaidia kundi kubwa Tofauti na zamani. Na mfumo huu umezinduliwa tarehe 17 ya mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kasim Majaliwa kwa niaba ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hasan. Karibu mwalimu, endelea kujifunza kidijitali. Kwa kujifunza zaidi, tembelea kiunganishi hiki tcpd.tie.go tz au unaweza kugoogle Mewaka ili uweze kujiunga nasi na safari ya kujifunza.